Siku moja baada ya makontena ya magogo kukamatwa katika bandari ya Dar es Salaam, jeshi la polisi mkoani Mbeya limekamata kontena moja mkoani humo likiwa na shehena ya magogo yaliyokuwa yakisafirishwa nje ya nchi kinyume cha sheria za nchi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Ahmedi Msangi amesema magogo hayo yamekamatwa katika mpaka wa Tanzania na Zambia mjini Tunduma. Hali inaonyesha kuwa wasafirishaji hao ambao wametoroka wamekuwa wakifanya biashara hiyo kwa muda mrefu. Hosea Cheo anatujuza zaidi. Serikali kupitia wizara ya Maliasili nchini imezuia kusafirisha bidhaa hizi za magogo kwenda nje ya nchi. Jeshi la polisi wakishirikiana na vyombo vingine mpakani Tunduma wameachiwa kontena hili na watu wasiojulikana. Kwa sababu hapa Tunduma huwa anafanya kazi pamoja na kuna ika kwa pamoja na kuweza kushauriana kwamba ni vizuri wavunje kuangalia ndani ya hilo lori kuna nini. Kwenye hili tela ndipo walipokuta magogo na ikabidi waweze kuyashusha kuweza kuangalia pengine labda kuna kitu kingine extra eh, e, hawakukuta ila kukuta ila, kuta magogo kiasi cha vipande e, 290 kwa hiyo mpaka sasa hivi dereva amekimbia. Tunachofanya ni kufanya upelelezi ili kuweza kufahamu au kumpata mmiliki wa hili lori na hatua zingine za kisheria na za kiforodha ziweza kuchukuliwa. Afisa forodha mwandamizi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Jomi Masansindo anakiri kuwa wimbi la usafirishaji wa magogo hapa mpakani Tunduma ni tatizo kubwa, kwa sababu ukiangalia ile gari tumelikamata tangu tarehe kumi na tatu sasa baada ya kulikamata tangu tarehe 13 na maana sisi tulishaanza action ya kuhakikisha kwamba haya magogo hayapiti, na hasa tunapokuambia kwamba baada ya kupata taarifa kutoka idara ya misitu kwamba hivi vitu haviruhusiwi kupita. Hata kama vinapita hapa nchini tu kwenda nje ya nchi, ni lazima wawe na vibali rasmi kutoka upande wa pili. Wakati tukio hili la usafirishaji wa magogo linatokea, pia mamlaka ya mapato Tanzania wanayashikilia magari kadhaa ya kwenda nje ya nchi yaliyokwepa kodi. Kwa hiyo haya ni baadhi ya magari ambayo tumekamata kutoka kwenye mayadi mbalimbali mjini Tunduma. Na zoezi hilo ni endelevu, tunaendelea kukusanya magari ambayo yapo. Sasa kuna tatizo kusugu sasa ambalo watu wanajificha: wanaamua kutafuta namba za magari mengine bandia wanapachika kwenye magari. Kwa hiyo katika operation tumeshakamata magari mawili ambayo yamebandika namba feki na tum-tumeyazuia, kwa hiyo wenye nao tumeshawapa notes of seizure, tunawasubiria sasa waje kwa ajili ya kulipa kodi pamoja na faini. Kutokana na na matukio haya, jeshi la polisi mkoani Mbeya kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa anasema wataongeza nguvu maradufu ili kudhibiti wimbi la wakwepa kodi, lakini baadhi ya wananchi mjini Tunduma wanasema lazima wakamatwe wote wanaokwepa kodi kupitia mpaka huu wa Tanzania na Zambia, magogo yanapita hapa. Bandari yote Dar es Salaam inategemea hapa. Sababu watu wa Tunduma tunalia, hatuna maji, vitu vingi ni shida, madawa hospitali hakuna, shuleni tukienda wanadai michango, wakati vitu vinapita hapa. Na hii ni boda kutoka hapa Tunduma, mkoani Mbeya.